wasichana Harambee Starlets leo ilifanya mazoezi mepesi kujitayarisha kuchuana na timu ya Gambia hapo kesho kwenye mechi ya mkondo wa pili wa duru ya mwisho itakayochezwa nchini Senegal. Starlets wakielekea kwenye mechi hii ya ki kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la bara la Afrika mwaka ujao itakuwa kifua mbele, kwani kwenye mkondo wa kwanza iliwashinda wapinzani wao bao tatu kwa moja Ijumaa iliyopita katika uwanja wa Nyayo hapa Nairobi. Wasichana hawa waodemba wanahitaji sare ya aina yote kufunga safari kuelekea michuano hiyo itakayofanyika nchini Moroko mwaka ujao.

Na thank coach kwa kwakunipa hiyo opportunity juu ilikuwa first, first time yangu ya kwanza, na akanipea hiyo chance na nikamwonyesha kwamba naweza, na tuko na psych, na watu morali iko juu, na pia mi naamini ya players kwa nao wanaenda kutupia 3 points na tunaenda kuqualify AFCON. Naweza sema tume concentrate 100% in the other game 3-1 but uh, to lose concentration so in a new game still tuko na 90 minutes so tuko very excited but to go very focused